Tarehe 13 tunaenda kuzindua pia na uwanja wa Gombani, nao ni uwanja wa kisasa zaidi. Hatuna budi, hatuna la kumlipa zaidi ya kumwombea dua, Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu, ampe afya njema, ampe akili zaidi na zaidi eh, na nguvu za, ku, za kuendelea kuyafanya haya anayotufanyia sisi wa Zanzibar. Kabla sijaendelea, pia kama alivyosema MC, naomba pia ni washukuru kwa mwaka huu tunaenda kucheza fainali Pemba, na mengine tutafanya kama nitakavyosema hapa baadaye. Lakini haya yote pamoja na serikali kuu na tulivyompongeza, uh, rais wetu, lakini pia tuna wadhamini wengine ambao wameyawezesha haya haya mambo kufanyika. Uh, tunamshukuru sana Azam Media kwa kweli, uh, ni mdau mkubwa sana wa michezo na ni uh, ameyapa hadhi kubwa sana mashindano haya ya Kombe la Mapinduzi. Tunakushukuru, asante Azam Media, asante pia NMB Bank. NMB Bank naye ni miongoni mwa wadhamini wetu. Uh, tunamshukuru kwa kwa kutuunga mkono. Tunamshukuru pia PBZ Bank, maanake hapo bado tunarudisha shukurani kwa mheshimiwa rais, maanake yeye ndio mwenye PBZ Bank. Tunawashukuru benki ya watu, chaguo la watu, PBZ kwa kutuwezesha kuyafanya haya mambo kwa kwa hali ya juu. Tunalishukuru pia shirika la bima la Zanzibar ZIC ZIC nao kwa juhudi kubwa wanajitahidi kutusaidia mashindano ya mara hii kufanyika kwa, kwa weledi zaidi kuliko mia, mara zilizopita. Tunamshukuru Robi One Pharmacy. Tunamshukuru TRA mamlaka ya mamlaka ya mapato Tanzania. Tunamshukuru mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii Z, uh, NSSF jamiinsf tunaishukuru skuli ya ya ya afya chuo uh, zanzibar school of health, skuli ya afya Zanzibar. Tunamshukuru pia amani central agency, na bila ya kusahau uh, sio sio kwa umuhimu kwamba nimewaweka mwisho lakini ni kwa sababu maalum, tunawashukuru sana orkun group orkun group uh, na wao wametuwezesha au watatuwezesha kwa kiasi kikubwa sana kuyafanikisha mashindano ya mwaka huu. Baada ya hayo sasa, naomba niende kwenye hiki mnachokisubiria sana cha kufahamu, mara hii mashindano yetu yatakuwa vipi. Uh, kabla sijataja hizo timu tulizoziongeza, maanake pia najua tuna hamu ya kufahamu timu ipi na ipi, na rumors najua zimeshakuwa nyingi, fulani nasikia yumo, fulani yumo. Kwa kabla sijaenda kwenye timu tulizoziongeza, naomba sasa nitaje aina aina ya uchezaji mm, tutakuwa na groups tatu kama nilivyosema, timu mwanzo tulikuwa na nane, sasa hivi natangaza kwamba ni kumi. Kwa hiyo tutakuwa na timu kumi ambazo tutazigawa kwenye magrupu matatu. Uh, kwa hiyo tutakuwa na grupu lenye timu tatu yatakuwa mawili, na group lenye timu nne moja. Uh, na kwa maana hiyo, sasa kila grupu lenye timu tatu litatoa yule atakayeongoza group, atakuwa kafuzu kwenda nusu fainali. Grupu lenye timu nne wa kwanza na wa pili watakuwa wamefuzu kwenda robo fainali. Kwa hiyo tukitoka hatua ya group stage tunaingia nusu fainali. Alafu tutakwenda fainali. Group stage na nusu fainali zote tutacheza Amani Stadium hapa Unguja. Fainali ndio tutacheza kule, kama nilivyosema kabla. Sasa naomba ni nizitaje zile timu mbili ambazo tunazisubiria kwa hamu kukamilisha hesabu ya timu kumi. Kwa hiyo nazianza zile nane alafu nitazimalizia hizo kumi zile nane tuzozitaja uh, tokea mwanzo na leo naziendeleza, itakuwa ni Simba, Yanga, Azam, Singida, Fufuni, Mlandege, KVZ na URA. Zile ndo nane tulizozitaja mwanzo, leo nazozitangaza tena zaku, ambazo tumeziongeza ni timu ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA Sports United TRA United Sports Club na Mwembe Makumbi ya hapa Zanzibar. Hizo ndo timu ambazo tumeziongeza, kwa hiyo <coughs> sasa tuna idadi ya timu kumi na mgawanyo wa ma groups ni kama ifuatavyo: Group A litakuwa lina timu nne na timu zenyewe ni Mlandege, Azam, Singida na URA. Grupu B litakuwa na timu tatu ambazo ni Simba Mwembe Makumbi na Fufuni na Group C litakuwa lina timu tatu ambazo ni Yanga KVZ na TRA. Baada ya hapo, naomba sasa ni nisome fixture kwa ujumla wake itakavyokuwa, na baadaye tuta tutaigawa kwetu sote kwa ujumla wake mashindano yetu insha Allah tunategemea yaanze tarehe ishirini na nane mwezi wa kumi na mbili mechi ya kwanza kwa siku hiyo itachezwa saa kumi na robo jioni pale Amani Stadium na kwa sababu mara ya mwisho kumalizia mashindano yetu kwa ngazi, kwa, kwa namna hii ya vilabu kabla mwaka jana hatujafanya kidogo kwenye national teams bingwa alikuwa Mlandege. Kwa hiyo Mlandege tunamchukulia kwamba ni bingwa mtetezi wa mashindano haya. Kwa maana hiyo yeye ndo atakayefungua mashindano yetu kwa siku hiyo, kukutana na timu ya Singida. Mechi ya kwanza itakuwa ni kati ya Mlandege na Singida kwa siku hiyo hiyo, usiku wake tutakuwa tuna mechi kati ya Azam na URA. Tarehe ishirini na tisa siku ya pili yake tutakuwa pia tuna mechi mbili. Uh, ya kwanza jioni saa kumi. Nikisema jioni zote ni saa kumi na robo nikisema usiku zote ni saa mbili na robo Kwa ya kwanza jioni itakuwa ni kati ya Fufuni na Mwembe Makumbi, tarehe 29 hiyo, na ya pili itakuwa KVZ dhidi ya TRA e. Tarehe 30 tuna Uh, timu yetu ya taifa Taifa Stars inacheza siku hiyo kwenye Afcon. Kwa hiyo siku tutaiacha kwa ajili ya watu wote kufurahia Afcon, kushangilia Taifa Stars ikicheza. Tarehe 30 hatutakuwa na mechi. Tarehe 31, tutakuwa tuna mechi mbili, jioni uh, Mlandege na URA, usiku Singida na Azam, zote za grupu A hizo. So. Tarehe mosi mwezi wa kwanza mwaka mpya, nayo itakuwa ni mwaka mpya, tutalala tuta siku hiyo hatutakuwa na mechi. Tarehe mbili tutakuwa na mechi moja kati ya Azam dhidi ya Mlandege. Tarehe tatu tutakuwa na mechi tena mbili, Singida URA jioni, Simba Mwembe Makumbi jioni. Ile ya tarehe pili moja peke yake tutacheza usiku. Tarehe nne tutakuwa na mechi kati ya Yanga dhidi ya KVZ, mechi moja siku hiyo na tutacheza usiku. Tarehe tano pia tutakuwa tuna mechi moja ambayo tutacheza usiku, Fufuni dhidi ya Simba. Tarehe sita pia tutakuwa tuna mechi moja, Yanga dhidi ya TRA. Siku zote tukiwa na mechi moja tutacheza usiku, eh? Mechi za usiku. Tarehe saba tutapumzika tutakuwa tumemaliza group stage tarehe nane tutaanza nusu fainali kwa hiyo nusu fainali itakuwa tarehe nane na tarehe tisa zote amani usiku na tarehe kumi na tatu tutamaliza na fainali yetu uwanja wa Gombani Pemba asante uh, kama ambavyo tumemsikia katibu wa kamati ya Kombe la Mapinduzi, ndugu Rashid Said Suleiman. Nilisema awali kwamba wanahabari tutawapa nafasi ya kuuliza maswali. Kwa hiyo utaratibu ni kwamba utanyosha mkono, baadaye utajitambulisha jina lako na chombo chako, kisha utauliza swali kulingana na haya ambayo yamesemwa na katibu wa kamati ya Kombe la Mapinduzi. Kwa hiyo e, tunakaribisha maswali kuanzia sasa, utanyosha mkono na kuuliza swali pamoja na kujitambulisha. Karibuni sana waandishi. Hakuna maswali? Wameelewa. Mpatie mike. Assalamu aleikum, naitwa Swaleh Mandieta kutokea Shirika la Utangazaji Zanzibar, ZBC Swali so, langu nataka kuuliza hapo kwenye ongezeko la timu mbili, kigezo gani hasa ambacho kimetumika kuongeza hizo timu mbili direct tender? Kwa maana e, mmekusudia kabisa kwamba hizo timu kuzitagi kuzi e, e, hizo ambazo mmeziongeza ama kuna vigezo ambavyo mmevizingatia? Asante. Sawa, swali jingine, tutachukua maswali matatu kwanza, alafu baadaye atajibiwa. Swali jingine F asalamu aleikum, naitwa Mudhakiru Juma Simba, ni mwandishi uh, kutoka Spice Media uh, na swali moja kwa kamati. Tunafahamu michuano ya Mapinduzi Cup ni miongoni mwa michuano mikubwa sana kwa ukanda wetu wa Afrika Mashariki na Kati na mwaka huu tunashuhudia itaenda kutumika au itachezwa kwenye kisiwa cha Unguja sambamba na Pemba. Lakini serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika sera kubwa, mojawapo ni kuhakikisha tunakuza utalii au utalii ni miongoni mwa sera kubwa. Labda nataka kufahamu kwamba hii tournament imeshakuwa ni international tournament. Kamati, kiasi gani imeweza kujipanga kuhakikisha kupitia tournament hii tunaweza kutangaza utalii wa hapa kisiwani Unguja sambamba na Pemba kwa maana sports tourism. Yani utalii wa ndani ya michezo kupitia uwanja ni ama ni complex sambamba na Gombani stadium. Swali la tatu. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina anaitwa Yasir Voice kutoka Mafunzo Online TV. Uh, umetaja hapa ratiba za michezo lakini nataka kufahamu, uh, vituo vya tiketi vitapatikana wapi, ili washabiki wa mpira waweze kujua moja kwa moja ni sehemu gani anaweza kupata tiketi katika mchezo husika. Sawa, so, karibu karibu kwa majibu asante. Nashukuru kwanza na- nashukuru kwa, na, na kwa maswali mazuri ambayo bila shaka yataleta ufafanuzi tena wa ziada kuhusiana na taarifa hii tulio tulioitoa. Kuhusiana na taarifa hii tuliyoitoa ama nikianza na swali la kwanza kuhusu vigezo tulivyovitumia kwa kuwaongeza TRA na na Mwembe Makumbi, kiuhalisia ni kweli tu, tuna maombi maake, mpaka sasa hivi bado tuna maombi uh, zaidi ya kumi, zaidi ya timu kumi ambazo zinatamani kuingia. Ukiacha tu za hapa kwetu, yani tuna timu zaidi ya sita za nje ambazo zimeleta maombi na wao kushiriki, kuomba kushiriki kwenye mashindano haya, lakini tatizo dogo tulilonalo ni muda. Mashindano haya yana fixed ni sherehe za Mapinduzi. E, tunafurahia Mapinduzi yetu, bado tunataka tuweke historia ya, ya Mapinduzi kwenye vichwa vya watu, tukisema shi, uh, sh, mashindano ya Mapinduzi fainali yake tukafanye tarehe ishirini tarehe ngapi? mwezi mwingine, maanake tunaiondoa ile ladha ladha ya mapinduzi. Ladha ya mapinduzi baki pale pale kwenye kwenye kwenye siku yake husika, ndio tunazidi kujenga historia uh, kwa hiyo hatuwezi kuweka timu zaidi nyingi alafu tukaja tukapita hapo, kwa mujibu wa ratiba, lakini vigezo tulivyovitumia, bila shaka saa nyingine ikifika muda, lakini ikifika muda tuyaache ndani, lakini ikifika muda mnaweza mkaamua mmoja, hebu basi wewe nenda kashike. Tumeviandika hivi vikaratasi ishirini kachukue kimoja ukikisoma hicho hicho, tuta tutakwenda tuta, tuta nacho. Manake kila ukizitizama timu zote zina hadhi sawa zote, timu sisi tulizozichukua ziko Premier League. Hakuna timu ndogo, hakuna timu ya chini ya Premier League, zote ni za Premier League, kama ni Zanzibar kama ni kwingine. Kwa huwezi kusema huyu mdogo huyu mkubwa huyu nani. Kwa hiyo vipi tufanye? Inategemea na walotuomba yupi katushawishi zaidi kuliko ushawishi wa mwingine lakini pia na huko ndani vigezo vingine, naomba mtuamini, mtuachie kwamba kuna vigezo tumevitumia stahiki kabisa vya kuzichukua hizo timu mbili, uh, hizo nyingine zilizo zilizoomba. Ama swali la pili kuhusu utalii uh, tunatumiaje mashindano haya ya Mapinduzi na na ishu za utalii? Moja, mashindano ya Kombe la Mapinduzi yanaonekana kote na thubutu kusema duniani, tuna Azam Azam TV ambayo kuna watu wanatumia Azam Max kwa kitendo cha kuona Zanzibar, huko aliko tayari ishamjia fikra ya ngoja niende nikatembee, nikatembee Zanzibar. Hii huu ndo uwanja wa Amani, hu ndo uwanja wa Gombani, huu ndo ushamjenga na ile kwamba huku nikienda nita nitafurahi. Lakini hawa wanaokuja wageni wetu, sisi tuna vitu vyao vya utalii tunavyovifanya huwa tunajaribu ku, ku, ku, kuandaa zile tua hata ya siku moja hata ya masaa, lakini kuwaonyesha Zanzibar. Na kwenye hilo pia, basi tu, tu, tu, tu, tuweke wito kwa, kwa watu wote waandishi wa habari na wengine, wakija wale wageni, tujitahidi tuwaonyeshe ule uzanzibari wetu tuwakarimu. Eh, tu tuwa, zile tabia zetu za kizanzibari zinazowavuta watu kuja tuwaonyeshe peke yake, hiyo isha, isha, isha tosha kutumia Mapinduzi Cup kama kivutio kivutio cha utalii, na swali la mwisho kuhusiana na vituo vya mauzo ya tickets. Uh, kwanza naomba pia na kwenye hili nitoe taarifa kwamba mara hii tickets very possible ya mechi ya mwisho leo ukaipata, yaani tuna, uh, tuna uhakika na, na, na, na, na mifumo yetu mara hii hatutolazimisha kuuza tiketi ya leo leo ya kesho ndio ipate leo inawezekana ukienda ukinunua tiketi yako ya Mlandege mechi ya mwanzo, ukachukua pia tiketi tena za Mlandege za mechi nyingine zote, au za, timu, za mechi nyingine zote siku hiyo hiyo moja kwa. Mara hii tiketi tutaziuza, uh, hatutouza tiketi ya leo kwa leo, tutauza tiketi pengine mpaka ya, ya hizi hatua za makundi, tutauza tiketi zote kwa wakati mmoja. Yoyote ambaye atakuwa tayari kununua zita, zitapatikana na vituo vituo vyetu ni vile vile vya kawaida, na, na tunatizama Uzanzibari wetu. Uzanzibari wetu, vituo vyetu vya kuuzia tiketi ni eneo, ni eneo lile la uwanja wetu pale Amani, na kwa Pemba bila shaka itakuwa Gombani, lakini tutaongeza vituo kwenye baadhi ya maeneo muhimu zaidi, na tutatangaza hivyo vituo tutakavyoviongeza. Sawa so, niendelee kukaribisha maswali kutoka kwenu wana habari. Utaratibu ni ule ule, utanyosha mkono, utajitambulisha chombo chako na jina lako pia no, pike mic. Au soge, soge hapa. Yes. Uh, kwa majina naitwa Farid bin Abdallah kutoka Habari FM. Tumesikia hapo umeweza kutangaza vituo vya kuuzia tiketi, lakini watu hawajapata wa bei halisi ya hizo tiketi, zitauzwa shilingi ngapi kwa kila mchezo? Sawa, swali jingine, swali jingine, kama hakuna, katibu wajibu hilo. Hakuna swali jingine, na mkatibu wajibu swali hilo la bei za tiketi, asante. Bila shaka tume, tumemaliza baada ya swali hilo ilikuwa tumemaliza. Kwa naomba, naomba kabla sijalijibu nafunga, nawashukuru tena kwa mara nyingine kwa, kwa muda wenu. Kuna wale mliofika mapema zaidi nashukuru kwa muda wenu, nawashukuru kwa kuhabarisha umma kuhusiana na taarifa zetu hizi, na tunafungua milango, yetu ipo wazi muda wowote kwa taarifa yoyote mnayohisi hii haijakaa sawa, tunahitaji kuifahamu zaidi. Eh, milango yetu ipo wazi, karibuni mtuulize muda wowote. Uh, ili mradi tunaomba tura, sana mashirikiano yenu kwenye kulifanikisha hili. Tunatamani Zanzibar kwa sasa na Tanzania kwa ujumla wake izungumze mapinduzi, mapinduzi, mapinduzi. Kuhusiana na bei za viingilio naomba uh, nijibu kama ifuatavyo. Moja, ninachoahidi sisemi bei shingapi. Ninachoahidi bei itakuwa ni Reasonable. Itakuwa ni bei kuendana na sherehe za mapinduzi, lakini itakuwa ni kiingilio kitakachoendana na hadhi ya viwanja vyetu na hadhi ya mashindano yenyewe. Mashindano ni makubwa kwa maana ya sherehe zenyewe za mapinduzi. Sisi Wazanzibari Zanzibari, tunajifahari na mapinduzi yetu. Kwa hiyo bei zetu zitaendana na sherehe zenyewe za mapinduzi, bei zetu zitaendana na hadhi ya viwanja vyetu ambapo tutacheza mechi hizi na bei zetu zitaendana na vi, uh, vipato vya, vya wazanzibari wenzetu ambao ndio tunawatamani waje, waje wafurahi kwenye viwanja vya mechi hizi Amaan na Gombani Pemba. Asanteni tena, nadhani na, na nimemaliza.